Timu ya Azam imeanza vyema michuano ya Mapinduzi ya Zanzibar baada ya kuifunga timu ya Zimamoto goli moja kwa bila, mchezo upigwa katika dimba la Amani visiwani Zanzibar. Mara baada ya mchezo kumalizika, nahodha wa timu ya Zimamoto Saidi Ali akisema amefungwa ni mchezo, huku nahodha wa Azam Shomari Kapombe akizungumzia mchezo huo Hakuna kwamba si huyu, kwa kuangalia vigezo, si Azam, si hamna, sote sawa sawa, sote kawaida. Wao uko bongo, sisi tuko Zanzibar. Kwa mchezo ulikuwa mgumu kutokana na, na timu zote zime, zimejiandaa vizuri na ukizingatia, ndo mchezo wa kwanza katika mashindano. Kwa hiyo hauwezi kutumia mbinu zote ambazo mwalimu anaweza kutumia kwa sababu kuna mechi nyingine, na unazingatia kwa sababu timu zote ziko hapa. Kwa hiyo kuna mbinu mbadala ambazo tunatumia kwa ajili ya kuangalia, kama hii mechi ya kwanza tumetumia mbinu fulani ili kuweza kuangalia nini tunachofanya baadaye. Mchezo mwingine ambao unaendelea hivi sasa ni Yanga Afrika akicheza na timu ya Jamhuri kutoka kule Pemba. Ni michuano ya huko Zanzibar na TBC Taifa inakutangazia moja kwa moja michuano hiyo kuanzia saa kumi na mchezo ile ya saa mbili na robo usiku. Endelea kusikiliza TBC Taifa.